Umefurahi kuona kwamba sasa hivi katika nchi yetu kwa shule za msingi na sekondari, viwango vya ujenzi au tuseme, mazingira ya kujifunzia na kufundishia yamekuwa mazuri mno. Hakuna sababu kwa nini ufaulu usiongezeke. Lakini kwa shule hii kuna jengo la kafeteria kama tulivyoelezwa, kwa maana ya jengo la vijana walimu wao kuweza kupata chakula, lakini kuna jengo la makazi ya walimu, ili walimu wawe hapa hapa karibu ndani ya shule hii. Tuna jengo lenyewe la shule kama tulivyoelezwa hapa, ambayo ni ya kisasa sana. Ndani ya shule hiyo kuna maabara za sayansi tatu, ya biology, ya physics na ya chemistry lakini vile vile tuna vyumba vya kompyuta lakini tuna maktaba. Ukiwa na zana kama hizi katika skuli, bila shaka vijana wetu watafanya vizuri zaidi. Nimesikia maombi ya wananchi wa hapa Gamba. La kwanza ni kuhusu fidia kwa wale ambao wamepisha ujenzi huu, pamoja na kwamba eneo hili lilikuwa ni shamba la misitu la serikali lakini tunatambua kwamba kuna watu walikuwa wamelimalima mazao yao. Fidia itafanyika na wananchi watalipwa stahiki yeah. Lakini la pili, nimesikia wazee wa hapa wameomba kwamba na wao basi, kama alivyofanya mzee Karume tuwajengee nyumba za maendeleo. Ombi tunalipokea, nataka nikuahidini, serikali italifanyia kazi ombi hilo, ili tulete nyumba za maendeleo kama ziko. Wizara zinazofanya kazi nzuri, Wizara ya Elimu ni miongoni mwao kazi nzuri. Kila sehemu katika nchi yetu tunakwenda tunaona skuli za ghorofa za msingi na sekondari na leo hii hii ni aina yake ya sekondari, lakini aina yake. Kwa hivyo nawapongeza sana kwa kazi hizi kubwa wanazofanya. aturidhie <tutu> shule hii iitwe Ramadhan Haji Faki. Sote tunatambua mchango wa mzee wetu huyu marehemu Ramadhan Haji Faki katika kuleta uhuru wa nchi yetu lakini kwa mchango wake mkubwa katika Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kwa hivyo ninakubali kwamba skuli hii iitwe jina hilo.